latinga kortini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini bado kuna habari inayosema rasilimali asilia zisaidie bima ya afya kwa watu e, rasilimali asilia zisaidie bima ya afya kwa wote. Sheria NHC kitanzi kipya kwa waajiri, lakini kampeni za kufuta nyayo za shika kasi habari kwenye gazeti la mwananchi na habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni agizo la usalama. Habari e, kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, agizo la usalama, Rais Samia alibebesha jeshi la polisi e, kudhibiti viashiria e, vya, vya kuvunjifu au vurugu e, vunjifu wa amani kuelekea uchaguzi mkuu, lakini aonya rushwa ajali. IGP atoa kauli utekaji na uporaji hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Habari kubwa inasema agizo la usalama ee, rais Samia alibebesha zigo zito jeshi la polisi. Na tukiachana gazeti la mwananchi e, tuangazie sasa kwenye gazeti la habari leo, linaandika mchungaji ataka viongozi wa dini kutotumika kisiasa, lakini TIC yasajili miradi 372 itatoa ajira 141 na Rais Samia atoa maagizo saba polisi. Uh, Rais Samia atoa maagizo saba kwa jeshi la polisi, aagiza wasisubiri amani ivunjwe. Uchaguzi mkuu ataka uadilifu kuondolewa uh, rushwa na malalamiko, lakini aagiza masharti magumu kubana madereva i. Ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Na wanaozuia ukaguzi NHC jela mwaka mmoja wanaozuia ukaguzi NHC jela mwaka mmoja. Lakini wadau wasema uchaguzi fursa kupata viongozi bora. Wadau wasema e, uchaguzi e, fursa kupata viongozi bora. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo. Na kwenye gazeti la Zanzibar leo kuna habari kubwa inayosema tutaliwezesha jeshi la polisi. Dr. Samia atoa neno akisema, tutaliwezesha jeshi la polisi lakini uchaguzi mkuu upo kama ulivyopangwa. Huyo ni Steven Wasira. Lakini Hemedi ataka mifumo ya haki wazi kwenye kodi na mgombea. Ukatili wa kingono kwa watoto umepungua, huyo ni Dr. Gwajima asema ukatili wa kingono kwa watoto umepungua. Lakini kimataifa, mgombea urais Colombia hali mbaya baada ya kutandikwa risasi. Ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la uhuru nenyee linatuhabarisha asubuhi ya leo ni Rais Samia kupokea gawio la kihistoria Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji barani Afrika. Lakini Hananja abariki kanisa la Gwajima kufungiwa, huyu ni mchungaji Hananja abariki kanisa la Gwajima kufungiwa. Wasira, hatutaahirisha uchaguzi mkuu wa 2025 huyu ni Steven Wasira asema hatutaahirisha uchaguzi mkuu 2025. Lakini Dr Mpango atoa wito ushirikiano wa mataifa, Dr Mpango atoa wito wa ushirikiano wa mataifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru eh, ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni vigezo madhubuti vya kudhibiti ajali eh, vigezo madhubuti vya kudhibiti ajali. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru eh, ukurasa wa mbele na gazeti lako la Majira na lenyewe linakuja na habari inayosema serikali yazidi kuchukua hatua kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini kuna habari bado inasema, Wasira hatutaahirisha uchaguzi mkuu ngo. Huyo ni Stephen Wasira asema hatutaahirisha uchaguzi mkuu ngo. Na Rais Samia azidi kukemea rushwa, ahimiza maadili kwa jeshi la polisi. Lakini habari kubwa ni Rais Samia kupokea gawio la kihistoria eh, Rais Samia kupokea gawio la kihistoria ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Na tukiangazia gazeti la kula taifa Tanzania mzalendo kwanza linaandika Tanzania yaeleza mkakati wa kutunza bahari. Tanzania yaeleza mkakati wa kutunza bahari, na sheria inatambua ndoa ya mwanamke na mwanaume. Hiyo ni sheria, Tanzania inatambua ndoa ya mwanamke na mwanaume, na Rais Samia kupokea gawilo la kihistoria. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kula taifa Tanzania. Lakini gazeti la kula wa machinga asubuhi ya leo leje naza habari kubwa inasema Wasira, CCM iko imara kwa uchaguzi mkuu CCM iko imara kwa uchaguzi mkuu. Mkurugenzi mkuu wa NHC sasa kuteuliwa na rais. Lakini mchungaji Hananja atoa neno kufungiwa makanisa, mchungaji Hananja atoa neno kufungiwa makanisa, makanisa, aunga mkono kupigwa kupingwa kufuri makanisa uzima na ufufuo ya askofu Gwajima, awashauri viongozi wa dini kutotumia madhabahu kutu, kutukana viongozi lakini, Rais Samia kupokea gawio la kihistoria leo. Serikali yaahidi kupatikana dawa vifaa tiba kwa wakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa linaandika mchungaji Hananja e, aitaka serikali kufungia makanisa yanayokiuka taratibu. Huyo ni mchungaji Hananja ataka serikali kufungia makanisa yanayokiuka utaratibu e, lakini bado kuna habari nasema, Rais Samia kupokea gawio la kihistoria wachumi wa tarajia makubwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini mradi wa kuzalisha umeme wa juu eh, kishapo wafikia 63.3. Mradi wa kuzalisha umeme wa jua kishapo wafikia 63.3. Lakini kimataifa, waandamanaji wakinukisha Marekani, Trump atuma askari elfu mbili kudhibiti eh, waandamanaji wakinukisha Marekani Trump atuma askari elfu mbili kudhibiti. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo na e, e, Matarajio makubwa rais Samia akipokea gawio la kihistoria leo. Matarajio makubwa, rais Samia akipokea gawio, wataalamu wa uchumi e, biashara wafunguka. Profesa Abeli Kinyondo atoa ushauri mzito. Hadi Juni mbili, e, zilishakusanywa zaidi ya bilioni mia tisa. Rekodi ya makusanyo ya 2023-2024 yavunjwa kabla ya Juni 30. Lakini IGP e, wa Mbura anena mazito, awahakikishia Watanzania amani kabla na baada ya uchaguzi, asema hawatawacheka e, na yoyote katika kulinda nchi hiyo, ni habari kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa mbele. Lakini Mtazamo Mpya gazeti lako naandika, Rais Samia, polisi mnawajibu wa kujibu changamoto za kiutendaji. Lakini bilioni 19.6 kujenga kituo kikuu cha mabasi Geita mjini, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya na gazeti lako la Uelekeo na nyinyi naandika, Dr Samia wapa polisi maagizo kabla, wakati, baada ya uchaguzi Hayo e, ni maagizo mazito kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan e, kabla na baada ya uchaguzi, yuna habari kwenye gazeti lako e, la uelekeo ukurasa wa mbele. Na tukichana gazeti la uelekeo tuangazie gazeti lako e, la nipashe lenye naandika CCM, Chadema wagawana, CCM, Chadema wagawana nchi chauma wakodeza e, mchuano ACT e, wazalendo waendelea e, na mikakati kuvuna wanachama wapya. Lakini ajali katika miteremko Mbeya ilivyokatisha uhai zaidi ya watu e, wa kutosha e. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Nipashe. Lakini kampuni za IPP za ngara katika tuzo za super brand. Samia, polisi jipangeni kwa uchaguzi. Huyo ni rais Samia asema polisi jipangeni kwa uchaguzi. Hukumu miaka 44 jela, kishoka angua kilio kortini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo za magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Habari leo gazeti lako michezo linaandika masharti ya Yanga ya ivuruga bodi ya ligi. Azam ya pambana kumbakisha Sila. Lakini bilioni 2.4 zatengwa UMISETA na UMITASHUMTA. Na bado kuna gazeti lako la Zanzibar leo. Lenye linaandika eh, zima moto ya ihofia JKU robo finali FA Cup. Lakini TFF JKCI za saini makubaliano kuimarisha afya ya moyo. Na gazeti lako la Uhuru linaandika majaliwa, serikali imetenga bilioni 43 kuimarisha michezo mashuleni. Yanga ya komalia ya msimamo wake. Lakini kwenye gazeti lako la Majira linaandika Yanga bodi ya ligi mtifuano mkali. Simba brandi namba moja ya michezo 2024 2026. Lakini taifa Tanzania Yanga yajivua ubingwa yagomea mechi Juni 15. Lakini Suleiman Mwalimu huyo aelekea Marekani na Cristiano Ronaldo aongoza Ureno ikitoa ubingwa mataifa e, ya Ulaya. Gazeti lako linaandika Kaiser Chief yaingia mazima kwa Feitoto. Simba yatunukiwa cheti cha Super Brand. Yanga yataka kidau Kasongo wa ngoke. Lakini kumekucha, umitashumta na umiseta, Iringa. Gazeti lako la Mwanahabari inaandika APR -a sasa yamfutia kasi Hamisi Ndemla, kocha Stars, tutafanya eh, mvizuri chani. Lakini umiseta umitashumta, kumekucha, Iringa. Yanga yataka kidau aondoke TFF. Lakini gazeti lako la Dira lakini inaandika umitashumta na umiseta 2025 inawaka Iringa. Yanga yazidi kuikomalia bodi ya ligi na TFF. Mtazamo mpya gazeti lako naandika Simba sasa super brand. Yanga yatoa masharti kucheza dabi. E, ya hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika Yanga yaitega bodi ya ligi. TPLB yasisitiza mechi ipo Juni 15. Simba yanyakuwa tuzo ya chapa bora. Masaka ridhika na tamasha lake. Yuna habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la mwanaspoti lenyewe linaandika Balala Yanga. Hilo ni gazeti la mwanaspoti inaandika Balala Yanga. Yaibua hoja mpya kitakachoikuta hiki hapa, Simba yaingia ya kambini, lakini bodi dabi ipo pale pale e, bado ni mtifano mzito kutoka bodi ya ligi na, na Yanga African e, Balala Yanga e, ni masharti ya kutosha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti e, kwenye kurasa wa michezo. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo kwa asubuhi ya leo kuna habari inayosema Yanga, Bodi ya ligi msimamo ni ule ule. Yanga, Bodi ya ligi msimamo ni ule ule. Yasisitiza haichezi, huku akiambiwa mechi hiyo ipo pale pale. Lakini Fadru sasa abariki wawili usajili Simba. Fadru abariki wawili usajili Simba. Lakini kimataifa, Bellingham